Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi wa kripu za babu Haji soda yangeni, usisahau kusklabu ili kuendelea kupata masomo ya eh, soda yangeni, na pia vile vile bado uh, tunaendelea na suala letu la nyota, ambapo eh, leo tunaingira kama jina sasa majina eh, majina yako. Jina lako ni nani? Eh, linaanza na herufi gani? Tabia yake ni ipi? Uache kufanya kitu gani? Inshaallah atakapoyamaliza majina yote halafu, tawapa na dawa ya kila jina, kila herufi eh, ili kuweza eh, kujisaidia katika majambo yako mbalimbali eh, mbali. asante sana A, kwanza kabisa tutaanza na herufi A, J, pamoja na S. A, Amina, Abdallah, Aisha, eh, Ali, eh, J, Jakaya Mrisho Kikwete, Julius Kambarage Nyerere, Jomo Kenyatta, eh, namna hiyo. Yes, uh, Salumu, uh, Samueli, uh, Sakina, Samia Hassan Suruhu uh, Samia Suruhu yote ni esi, uh, kama uh, hivyo. Kwanza kabisa natakiwa utambue kwamba majina haya majina kama majina yana herufi ile ya kuzaliwa uh, herufi ya mwanzo ni herufi ambayo ni ya kuangalia sana, na hata kama unaandika jina katika biashara yako, basi jaribu kuangalia herufi. Kama wewe herufi yako haikubali biashara, ndivyo hivyo. Watu huwa wanadabo nyota kwa ajili ya kuweza eh, kujisaidia katika majambo yao eh, kadha wa kadha, na vile vile angalia herufi yako na tabia zake na mvuto wake kibiashara, au kazi gani unataka kuifanya? Wengi tunakwama bila kujua, e, tunakwamia e, wapi, tunaferi namna gani, e, inatakiwa ufanye nini ili uweze kufanikiwa. Kuna uchawi mwingine ambao ni uchawi wa kutengeneza tu vitu vidogo vidogo na ukafanikisha. E, unaweza ukatumia sana maji na ukafanikisha, unaweza kutumia maji ya moto kuoga, ukafanikisha, unaweza kutumia maji ya moto ya kuharibu, unaweza kutumia maji ya baridi kwa sababu kuoga ni lazima, ukafanikisha, unaweza kutumia michanga, unaweza kutumia jiwe, unaweza kufanya namna gani? Basi subscribe channel hii ili kuendelea kupata masomo mbalimbali mbali kutoka kwa soda yangeni akiwa na soda ya nogi e, tunafanya majambo ambayo yatakupa wewe kutambua masuala ya e, nyota. Tumemaliza nyota zote 12, basi tunarudi kwa majina. Majina haya ni majina ambayo inatakiwa e, kuweza kuyaangalia e, sana, kuweza kuyafanyia kazi na pia vile vile kuweza kuya yaweka vizuri ili kuweza kuweka mahali palipo pazuri katika kipato au utafutaji wako e, katika cheo chako na kadhalika. Na pia vile vile inaweza ikawa jina lako linaanza vibaya, lakini ukawa na kamsemo ambako katabadilisha jina lako e, kat, utakuwa na kamsemo ambako katabadilisha jina lako ili uweze kupanda e, juu kabisa. Sante sana eh, kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya ili uweze kupanda juu kabisa. Asante sana, na pia vile vile kuna mambo unaweza kuyafanya ili uweze kupanda juu kabisa. Asanteni sana na eh, mwabeja sana. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwa wale ambao, eh, majina yetu yatafungukia pabaya, lakini inshallah kadri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema shari min Allah heri min Allah. Asante sana, leo niko na herufi tatu A, J na S. Asante sana. Uh, chanya ya uh, herufi hizi kwanza kabisa uh, mwenye herufi uh, hii uh, ni mtu asiria. Nikisema mtu asiria, kuna uchambuzi mrefu kabisa hapo wa namna gani au ni mtu gani uh, wa asiria. Eh, asilia, asante sana eh, sisi tunajijua kila mmoja asili yake ni nini. Ndiyo maana nasema umetoka katika mavumbi, utarudi katika mavumbi, namna eh, hiyo tulikuwa tulikuake huko. Asante sana, ah, pia vilevile ni mbunifu. Mtu mwenye majina haya ya A S pamoja na J ni mtu eh, mbunifu sana, pia ni kiongozi mzuri ambaye ana nyota ya uongozi na ana uwezo wa kuweza kuongoza watu pasipokuwa na bugza wala na shari ya aina yoyote. Ni mwenye kulazimisha mambo eh, hata kama jambo haliwezekani, basi yeye huwa anataka liwezekane kwa sababu anapenda eh, ushindi na kufanikiwa eh, ni mvumbuzi ni mvumbuzi wa majambo, anapenda kuvumbua eh, majambo ni mtu ambaye anaweza kabuni kitu nakakifanya na kikaweza kufanikiwa. Asiye muoga, mtu huyu sio e, muoga sio muoga, na pia ni mtendaji e, wa kazi, akisema kitu anafanya na atafanya kweli. Mwenye maono, mtu huyu ni mwenye maono, yani ni mtu ambaye ana uwezo wa kuona mbali, akawaambia kitu basi msikipuuze, kifanyeni, kinaweza kikawaletea manufaa eh, makubwa kabisa. Ni mwenye nguvu na anayependa kuwa huru eh, anapenda kuwa huru, hapendi kubanwa banwa. Sante sana. Hasi yake ni nini? Hasi yake ya mtu huyu ni mtu mwenye, kui, mwenye kuringa na kutaka kutukuzwa. Anaringa na anapenda kutukuzwa eh, anapenda kutukuzwa, nafikiri mtakomelewa Kiswahili hicho, alafu pia ni mbishi bishi, kama muha wawa bishi <laughs> ukizaa na muha wewe ujue tu mwanao atakuwa muha kila saa abuduri hivi. Ah, yuko huku hivyo, hao wana asili ya uha eh, muha huyo. E, hata ila mlisame tu hata wazalamu ndao iko hivyo kabisa, lakini hawafiki awafiki kuamua <gulitura> wazalamu wewe, kidumu chama cha mabiduzi, kidumu chama cha wanani wazalamu kidumu. Asante sana pia. Uh, watu hawa ni wa binafsi e, ni wabishi e, mwenye kutisha mwenye kutisha watu e, mwenye kutisha watu e, mtu huyu Alafu ni muonevu, anakaasiri kakuonea onea, eh, ni mwenye nadharia ya kujipendelea yeye mwenyewe, ni mwenye nadharia ya kujipendelea yeye. Mnaweza mkafanya naye jambo mkafanya jambo mkafanya jambo, lakini anataka kingi kiwe chake. Eh, kingi kiwe chake. Asante sana dhalimu asiye na subira huwa, e, hana subira. Akiamua jambo liende anataka liende. Unaweza ukamshauri lakini akaona kama vile una mdanganyadanganya. Sante sana lakini tatizo lao e, kubwa ni la kukosa mafanikio e, kukosa mafanikio. Wanakosa mafanikio kwa sababu ya vitu hivi vifuatavyo. Kwanza kabisa, linatokana na tabia ya unyonge kwa sababu wanakuwa kama wana asili ya unyonge. Unyonge ukiwa na majina haya basi usiwe e, mnyonge na kutegemea sana watu, achana nayo tabia hiyo, usipende kuachana na kuwa kufanya nini, ku-, ku kutegemea e, watu, kutegemea watu, basi wewe jitegemee wewe mwenyewe wewe, wewe kama wewe na ujisimamie wewe kama wewe basi inshaallah mambo yatakwenda vizuri, ushirikisha watu lakini, hasa hasa, na wewe akili eh, kumtwe eh, akili za kuambiwa, changanya changanyala zako, basi unaweza ukapata kitu ambacho ni kizuri. Huo ni msemo wa mzengezi mwenzangu Jakaya Mrisho Kikwete anasema, eh, akili yako ukipewa jambo changana changanya, kwa sababu unaweza ukapewa jambo ikawa hilo jambo lina kukupoteza, lakini wewe ukasema mshauri wangu ukanishauri ngoja kifanye hiki, kumbe unaenda kudidimiza, eh, watu unaenda kudidimiza nchi, unaenda kudidimiza biashara zako, unaenda kudidimiza CV yako, unaenda kudidimiza mafanikio yako na kadhalika. Asante sana. Na pili, kujivuna, acha kujivuna basi utapata mafanikio. Acha kulinga, usipende kuwa kimbelembele katika kila mazungumzo. Ukiwa mbele katika kila mazungumzo, basi wewe mwenye herufi hizi utafeli kila kitu, huwe ni uchawi mbaya sana. Kama kuna jambo linafanyika, basi acha wenzio waanze, halafu na wewe ingia, lakini ukiwa kimbelembele, basi mjue jambo tunalofanya litaenda eh, kufeli. Kulazimisha mambo na kujisi, kujisifu haikusaidii. Acha tabia hiyo ya kulazimisha jambo eh, na kujisifu Ukiachana na tabia hiyo basi utafika mbali kabisa. Usisahau kusikilabu channel yetu ili uendelee kupata masomo kongi kabisa na mazuri ambayo yatakusaidia katika kila eh, majambo kwa wege sana.